Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro alinathibitisha kwamba limemkamata mwalimu Mkame living Mwaisumo huyo ana miaka thelathini, ni, ni mwalimu wa shule ya sekondari ya Zombo iliyopo wilaya ya Kilosa mkoa wa Morogoro kwa tuhuma za kumbaka mwanafunzi wake wa kidato cha pili. Hili tukio limetokea tarehe kumi na tisa mwezi huu wa tatu muda wa asubuhi kati, uko katika shule ya sekondari ya Zombo iliyopo kijiji na kata ya Zombo wilaya ya Kilosa. Kwa hiyo mwanafunzi jina lake tunalihifadhi kwa sababu za kimaadili, uh, jinsia ya kike mwenye umri wa miaka kumi na sita wa kidato cha pili alifanyiwa ukatili au kubakwa na mwalimu wake wakati wakiwa ndani ya ofisi ya mwalimu mkuu wa shule hiyo alikokuwa amemtuma kwenda kufuatilia muongozo wa somo au lesson plan. Kwa hiyo akiwa huko na huyu mwalimu alikuwa anakaimu mwalimu mkuu kwa siku hiyo, kwa hiyo alimtuma wanafunzi kwenda ofisini na baadaye alimfuatilia kule na na kumfanyia vitendo vya ukatili. Mtumio amekamatwa baada ya mwanafunzi aliyefanyiwa ukatili kutoa taarifa kwa jeshi la polisi. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa chanzo cha tukio hilo ni mmomonyoko wa maadili, lakini uchunguzi wa kisayansi unaendelea ili kukamilisha uh, upelelezi.